Jana nimeona kuna wapumbavu wameandamana Tanzania, maandamano yao wanasema wanataka maandamano ha. Kupitia hii video nimekuwekea hapo mbele eh, afta hii video ongea, video yangu naongea, kuna video nimejeka hapo mbele. Ukiwa hauna hela unatakiwa uwe mpole, kwa sababu kama unamuomba hela mwenye mwenye hela uwezi ukamuomba kwa sauti ya hoya, mwanangu naomba hela, lazima upunguze sauti, lazima unajua nina shida, naomba hela. Yani mwanaume automatic ukiwa una hela unakosa sauti, hata ndani ya nyumba. Imagine ndani ya nyumba yako mke wako anakukoromea, anafoka vile anavyotaka, kwa sababu tu we una pesa na kila siku tunakuambia tafuta pesa, unatuchukia sisi wenye pesa. Uone kama unajidanganya bro, yeah? maisha unayoishi hayo ya, ya kuteseka, unakosa la familia yako hata yani, ukiwa yani si nikwambiaje yani, ukishaona kwamba familia yako inaweza ikaendelea na mambo yake hata ya wewe usipokuwepo Yaani, ikitokea msiba, ikitokea sherehe, ikitokea kitu chochote, kama familia yako inaendelea tu na zile process bila wewe kukushirikisha, jua kabisa you are useless. you are are useless man. Na mwanaume ambaye ni useless, yeah, afai katika jamii, kwa sababu katika serikali hana mchango wowote, hana mchango katika familia yake, hana mchango kwenye kitu chochote. Yani yeye yupo, yupo tu yeah? Kwanza mtoto wa kiume unakuwaje huna hela? Yani mtoto wa kiume ukiwa huna hela, mtoto wa kiume unapokosa hela, yani hata mchumba wako unakuwa unashindwa namna ya kuongea naye vizuri, yani unakuwa unamwogopa. Kwanza watoto wazuri unakuwa unaishia kuwaita dada au shemeji, kwa sababu unakuwa confidence una He, unaishia kuwatumia tu message watoto wazuri DM Instagram: hey, hello, hi, mchumba vipi? mbona ujibu na hata hiyo haujibu haijibiwi. Dadangu hapa kila siku ananionyesha message zenu mnazomtumia huko. Sasa akiangalia linki ya maisha ya kaka yake, kaka yake anaishi maisha expensive, ana magari, ana majumba, ana mabiashara, ana kila kitu, alafu wewe huko hapo unam una biashara yoyote? una kazi yoyote? unataka uje kuwa mali yoo, eti kwa sababu dada yangu ana hela? Naomba ukae mbali, kaa mbali mita mia. Alafu akituleta yani, fikiria kwa mfano, sasa wewe una hela, alafu ume ume, umemwaproach dadangu, hata kama yeye kukubali, ndio umeletwa kwenye familia. Sasa unakutana na mimi, tuongee tu kiume tu, wala hata bila sio, yani usiwe usiwe na hasira na kuuliza tu swali, labda kwa mfano dada yangu ndo yule pale, sio wewe hapo unaitazama hii video, una maisha, dada anakuambia twende nikakutambulisha nyumbani, anakuleta sasa nyumbani, unakutana na miamba kama sisi, una kitu utakuelewa. Afu unakuja mikono mitupu, eti nimekuja kuwasalimia. Umekuja kumsalimia nani? Toka umeanza kumsalimia baba yako, baba yako amepata nini? Familia yako inakuona mzigo, sisi tutakuona nani? Hizi video unafanya kwa ajili ya kukupa hasira. Kwa hiyo kama unakasirika basi jua lengo langu limefika, na mimi lengo langu ni kukukela ukeleke, maisha yako yawe stable, yaani usiwe mtu tegemezi. Mimi kwa nini nimewalenga sana wanaume? Nimewalenga wanaume kwa sababu wanaume, yaani kutafuta pesa ni haki zenu, si mnanielewa? Mwanaume haki yake ya msingi ni kutafuta pesa ili alee familia, alee ndugu zake. Sasa ukishaona wewe ni mwanaume unalelewa, aidha unakaa kwa dada yako, unakaa kwa shangazi, unakaa kwa mjomba, huna maisha. Aidha wewe ni mwanaume unalelewa na mwanamke. Aidha wewe ni mwanaume ambaye unaishi, huna mipango yoyote, upo upo tu kama chokolaa. Sasa tofauti yako wewe na wanawake ni nini? Hata wanawake wenyewe wanakuzidi sasa hivi, wanawake wana pesa na wana jeuri sasa watu wengi wanajiuliza ah, huyu dogo mbona anajeuri sana? Mimi ninajeuri kwa sababu <laughs> I got the bag eh, na mkwanja na ninajua namna gani ya kuupata. Yaani ukishajua kwamba mimi nikifanya moja mbili tatu nikipita huku nikipita huku nakutana hela. Nikifanya hiki nikienda hapa nakutana hela. Basi utakuwa na hela maisha yako yote. Wale ambao wanahitaji blandi za nguo zangu hizi, Kuna nguo za gym, kuna viatu, kuna laba, kuna pants, kuna kofia. Sijapata time tu ya kufanya advertisement ilionyooka, lakini wewe ukitaka, ukielewa hii logo ni wewe unatoa oda, unaletewa popote ulipo. Sasa hivi bado ndo niko naangaikia namna ya, ku, ya kuandaa sehemu ambayo inakuwa ndo makao makuu ya brand ya Chief Godlove Farming. Hii hapa mtu ambaye anataka anaweza akarequest popote pale anapelekewa, lakini ndo niko kwenye ma, ma, ma, matengenezo ya ofisi ambayo ndo itakuwa ina hizi brand zote, viatu, soksi mpaka chupi za ndani zipo, kwa hiyo ni wewe unaamua kama utataka uchukue sasa hivi, au subiri mpaka ofisi ikamilike. Na sasa hivi siwezi kuambia ofisi natengenezwa wapi, ni supplies. Siku nitakayotaka kuwafungulia, ndo nitawafungulia hapo.